Yes, bana mambo vipi? Hope uko poa kabisa. Bana niko na story kutokea kule bana nchini Libya. Moja kati ya nchi ambazo zilishawahi kuongozwa na marais pendwa kabisa ambao waliweza kupendwa eh, kutokea hapa Afrika. Moja kati ya watu ambao pia nilikuwa namkubali pia hata ni mimi ni Muhammad Gaddafi. Moja kati ya watu ambao pia walikuwa wanafanya poa kabisa katika uongozi wake. And kitu ambacho kilikuwa kinanivutia sana kwa upande wangu mimi kama mimi ni masuala mazima ya unajua, ukifika kwenye stage ya kuoa, Gaddafi alikuwa anakutolea mahali eh, anakuj nyumba, anakupa kiwanja, unapewa maliza kutosha unaanza kuanza maisha yako, na hii hivyo kwa, kwa kutoa misaada kwa sababu, na nchi yao ilikuwa ina, ina utajiri mwingi sana wa mafuta na visima vya kutosha vya mafuta. Wanasema kwamba utajiri wetu katika nchi hii pia utaweza kuwasaidia watu wkutokea hapo, hapo, e, Libya na vitu vingine hivi anza anza, mara hivi huyu anamtaka huyu mara ibi, rais wetu kauawa, lakini pia kukaa kumetulia kidogo, sasa kumeibuka tena na vita ambavyo pia viko kama vya chini chini. Sasa huko nchini Libya pia mapigano yameanza kuzuka tena katika mji mkuu wa nchi hiyo Tripoli, ambapo baada ya taarifa za kuwaua kiongozi wa kikosi maalum cha usaidizi kutokea kule Tripoli Libya, vifaru vya Libya na magari ya kivita yanaonekana katika mji wa Tripoli jana, siku ya leo Jumatano asubuhi kabisa na mapema, yani kama hivyo unavyoona kwamba kule Tripoli kumekuwa kuna kuna magari ya kivita ambayo yakiwa yakizunguka zunguka mara baada ya kuweza kuzuka eh, mapigano ambayo pia aliweza kutokea na ripoti kwamba eh, kiongozi wa kikosi maalum cha usaidizi SSA, ah, eh, ambaye anafahamika kwa jina la Abdelghani al-Kikli, ah, maarufu kama gwaniwa ameuawa. Ah, pia moja kati ya kiongozi ambao pia alikuwa anaongoza jeshi hilo ameweza ku kuuawa na machafuko hayo yatazidi kuendelea zaidi. Sasa milio ya risasi pia ikasikika katika katikati ya mji wa Tripoli na maeneo mengine ya mji mkuu huo wa Libya. Machafuko yamekuwa ni makubwa, vita vinakuwa vikubwa Afrika na yenyewe sasa tayari tunakuwa tunaingia kwenye vita ambavyo kwa havieleweki. Yapi maoni yako kuhusiana na swala hili? Kipi kipi kifanyike? Nchi ziweze kujilinda zaidi katika masuala mazima ya kivita, lakini pia masuala mazima ya silaha ambazo kwa zinakuwa zinapatikana kutokea katika baadhi ya nchi eh, tajiri ambazo zinakuwa zimeendelea endelea kutufuatilia lakini pia kutoa komenti yako, kulike, koment, kushare atakometisha kinomanoma chao.